kufikisha ngalao ndogo katika ile ambayo Mwenyezi Mungu aturuhusu atupa uwezo na fursa ya kukufikishieni. Na leo tena nakuja mara nyingine kuzungumzia kuhusu habari hii ambayo imeleta utata katika mji wa Goma, imam kuhutubu akiwa mahala palipo inukia. Na hapa mimi nakuja kumaliza mjadala, natoa makala yangu ya mwisho na kwa kweli si makala yangu mimi bali e, ni makala ya wale wema waliotangulia, ulamai ambao ndo huja zetu sisi Waislamu, wanafunzi, waalimu, wanachuoni wa leo duniani twategemea jitihada za wale waliotutangulia. Uh, baada ya kuonesha kwamba imefikia ime zama za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, kwamba ameswalisha akiwa juu na kuonesha mtazamo wa shekhe wa, wa kisalafi ambaye si mmoja shekhe wa kisalafi, bali mashekhe wa kisalafi akiwemo Ibni Baz na mwanafunzi wake Ibn al Uthaymeen rahimahumullah jami'a basi hapa mimi nataka kuonesha ni upi mtazamo wa wanachuoni kutoka madhehebu yote nne ya Ahlusunnat Waljamaa, kwa sababu katika yale yanayotutesa mjini kwetu hapa ni kwamba hatuna toleransi ya madhehebu. Sasa mtu unataka kuhukumu jambo linalofanywa na, na mwengine kwa sababu madhehebu yake si ndiyo madhehebu nayoifuata, lakini sasa wanyachuoni kutoka madhehebu yote nne ya Ahlusunnat Waljamaa hapani kitaja madhehebu ya Alimamu Abu Hanifa madh rahimahullah, madhehebu ya Alimamu Maliki rahimahullah, madhehebu ya Alimamu Shafii rahimahullah, ambayo nakumbushia ndo madhehebu yangu mimi, na madhehebu ya Alimamu Ahmad bn Hambali rahimahullah. Wanawachuoni toka madhehebu haya manne wanaongeaje kuhusu imamu kuswali ama kuswalisha akiwa yeye ni mahala palipoinukia kuliko maamuma wake? Je, kunavunja swala? Ni haramu? Ni katika mubtilati salah? Au je, ni jambo ambalo lapasishwa, halina ubaya wowote? Je, ni makuruhu? Tuangalie, wametuletea jambo hili katika nafasi gani miongoni mwa ahkami za sharia. Tukianzia moja kwa moja kwa madhehebu ya alimamu abu hanifa ama Alhanafia, ntakuomba mm -hmm. Ukichukue kitabu kinachoitwa Badai Sanai fi Tartibu Sharai cha Alimamu Ala Uddin Abubakar bin Masud bin Ahmad Alkasani Alhanafi, ambayo huyu ni mwanachuoni mkubwa sana katika madhehebu ya Abu Hanifa, mmoja katika mafaqihi wa kubwa, bali si faqihi tu kapewa kwa sababu ya elimu yake akapewa lakabu ya maliku ulamau lhadithi fi hanafiya, yeye ndo mfalme wa wanachuoni wa hadithi katika madhehebu ya alimamu Abu Hanifa. Sasa katika kitabu chake Badaiu Sanai fi Taratibu Sharaii, ukichukua juzu ya kwanza ukurasa wa 146, asema walau kana limamu na ikiwa imamu yusali ala dukani yuwaswali kwenye dukani. Dukani Kiswahili, la kifaransa ntasema ni etager. Ah, mnaona zile kahala hapa kwetu eh, tuna wale wauzaji le petit commerçant, le petit vendeur, huwa wanafanya zile etager zao za kuuzia kahala za kuuzia bombon biskui na kadhalika. Aya, ndo imamu anasema lau kana alimamu yusalli ala dukan walqaumu asfara minhu, na ikiwa kwamba imamu ataswali akiwa kwenye ile kahala au kwenye ile jukwaa, na maamuma wake ama wale walo watu wake wanaswali chini yake, jaza, ni jambo ambalo linafaa, ile swala inajuzu Huyu shekhe Ala Uddin Abu Bakar bin Masud al Kasani asema jaza, ni jambo ambalo linafaa, linajuzu. Imamu anaweza kuwa katika dukani, katika mwinuko wa nivo ya kahala, nivo ya jukwaa fulani, yeye akaswalisha hapo, mamuma wake wako chini. Kwa shekhe huyu, mtazamo wake asema jaza, ni jambo linafaa, lakini hakumalizia kwenye jaza, anasema wayakarahu na pia ni jambo ambalo ni makuruhu. Ama aljawaz, ama pale ambako lile jambo linajuzu, falianna dhalika la yaktau atabaiya, ni kwa sababu kule imamu kuwa juu hakuvunje imamu kutiiwa na watu wake. Maanake ikiwa imamu amewekwa mahala palipo juu kwa sababu moja fulani na haijavunja kutiiwa na maamuma wake, kwa sababu hukumu kwenye swala ni kwamba maamuma amfate imamu wake amtii imamu wake katika swala. Lakini ikiwa imamu kuwekwa pale hakuvunje ule utiifu, hakuvunje kule kufatwa kwa imamu na maamuma wake, basi ni jambo ambalo halina shida, wala yajibu khafa alhali limam. Na akasema na sio wajibu kwamba imamu awe chini tu, si wajibu, hakuna wajibu huo kwamba kuna wajibu katika swala, min alwajibati sala kwamba imamu awe chini. Hakuna wajibu huo. Asema wa ama lkaraha, anaendelea anasema, ama pale ambako jambo hili, imamu kuwa kwenye kahala, kuwa juu kidogo, ni karaha, ni makuruhu. Falishubhati likhtilafu lmakan, ni pale ambako italeta shubha italeta kutokufahamiana kwa imamu na maamuma wao kuhusu ile ikhtilafu ya nafasi. Ikiwa maamuma sasa wao wataona da, kwa nini mama anakaa juu, sisi tuko chini, kwa nini hivi? Hapo ndo inaweza ikawa makuruhu, yani si haramu, na ikiwa inajuzu, swala iko pale pale, na hata ikiwa ni makuruhu, swala iko pale pale, kwa sababu kitendo cha makuruhu hakivunje swala. Hii ni moja ya kauli ya madhehebu ya alimamu Abu Hanifa. Hapa hapa kwa alimamu Abu Hanifa kwa madhehebu yake kumekuja ikhtilafu ya ni urefu gani. Sasa hapa kwa madhehebu ya alimamu Abu Hanifa tunaona kwamba imamu kuswali, kuswalisha akiwa mahala ambako pameinukia kuliko mamuma wake ni jambo linafaa, na pale ambako inaweza ikawa kwa njia nyingine ni jambo ambalo ni makuruhu lakini sasa kuna ikhtilafu kwa madhehebu ya Abu Hanifa rahimahullah, kuhusu ni urefu gani, ni mikidari gani ya ile urefu ndio inaweza ikafikia swala inafikia kitendo kile kiwe makuruhu. Maanake si kwamba imamu akainukia moja kwa moja ni makuruhu, a a anaweza akainukia na pasio makuruhu wowote, ila kuna mikidari, kuna dimension fulani, kuna mesure fulani ikifikia ndo inaweza kitendo kile kuwa makuruhu si swala kuwa makuruhu. Na hapa ndipo utachukua kitabu Albanayatu Sharhu Lhidaya cha Alimamu Badruddin Muhammad bin Ahmad bin Musa Al Aini Alhanafi, shehe mkubwa pia katika madhehebu ya Imamu Abu Hanifa. Uchukue e, juzu yake ya pili ukurasa wa 452, anasema wa lam yadhkuru lmusannaf miqdaru irtifaa dukan alladhi yakrahu wa alaihi, wanachuoni wala waandishi wa, wa vitabu wale walopanga eh, wale walofanya jitihada ya kuzungumzia kwenye jambo hili hawajawahi kuongea haswa kukubaliana na kutaja ni urefu aina gani, ni urefu gani wa lile jukwaa, wa ile dukani ambayo imamu akiswalia, basi itakuwa swala yake inakuwa makuruhu hawajawahi kuongelea. Faqila baadhi ya wanawachuoni wakasema qadaru irtifa qimatu rajul alladhi huwa mutawasitu, kama iwe ni qima, iwe ni urefu. Maanake upande ambao hauteur ule urefu ule muinuku ambao imamu akiwa kwao na maamuma wake wako chini, kile kitendo kitakuwa makruhu. Baadhi ya wanawachuoni katika madhehebu ya imamu Abu Hanifa wasema iwe ni imamu yuko juu zaidi kuliko maamuma wake kwa urefu wa mtu mwenye kima cha kati kwa kati, yaani miguu ya imamu iwe nafasi ya vichwa vya maamuma wake. Hapo baadhi ya wanachuoni wakasema hapa itakuwa ni makuruhu. Sasa manake maamuma mwenye kuswali hiyo wasimama, anatizama miguu ya imamu wake, yuko sawa na kichwa chake. Ha, hapa wanawachuoni baadhi yao katika madhehebu ya alimamu Abu Hanifa rahimahullahu taala wasema hii itakuwa ni makuruhu fala basi bima dunaha, na wakaona kwamba si shida yoyote kwa urefu ambao uko chini ya ule urefu wa mtu mzima mwenye kiasi mwenye ee, kima mwenye ile ikamati ya mtu ambaye ni wa, mutawasita mtu wakati kwa kati yaani, kundi hili la kwanza kwa madhehebu ya alimamu Abu Hanifa wanaona ili imamu awe juu kiasi ambacho itakuwa ni makuruhu, basi itakuwa imamu awe kwenye hauteur ya minimum 1 m 60, 1 m 60, mtu wa urefu wa time wa yani. Hei, imamu akiwa juu 1 m 60, hawa masheikh wanaona hii ni makuruhu. Wanasema fala basi bima dunaha, na hakuna shida yoyote ikiwa imamu atakuwa chini ya pale kidogo. Hakuna waqila. Na hapa kuna kuja kundi la pili lenye kauli yao, wasema innahu muqaddarun biqadarin ma yake an limtiaz. Wakasema hapana, urefu ule ambao imamu anaweza akaswalishia watu si shida, na akauvuka itakuwa ni makuruhu unakadiriwa kutokana na matakwa yao na kile wanachofurahia na kile wanachokitaka. Hakuna urefu precise kwamba meta ngapi, futi ngapi, santimeta ah, ah. Ni kwamba kadru limtiaz, wao waone bora ni nini. Hapa manake ki, ni kitu kiko endefini. Hii ndo kundi la pili wakila, na kuna kundi la tatu ambalo pia wana kauli yao. Hawa wanasema muqaddarun biqadar dhiraa. Basi imamu akiwa yu juu kuliko maamuma wake itakuwa si makuruhu ikiwa ni dhiraa. Hii ndo kundi la tatu, wanasema ikiwa ni dhiraa moja. Hii tulikuwa tunaita double pa wakati tunacheza mabii tukiwa wadogo lekude, ikiwa ni urefu wa dhiraa moja hii basi inakuwa si makuruhu, na ikawa zaidi ya ziraa moja, basi hapo ndo itakuwa ni makuruhu. Hii ndiyo ikhtilafu kuhusu ni urefu gani wa lile dukani ambayo imamu akisimamia itakuwa swala ni makuruhu. Lakini kauli ya kwanza ni kwamba imamu akainuka kuliko watu wake ni jambo linajaza, ila inaweza ikawa makuruhu ikiwa, basi itakuwa imeleta shubha baina yake na maamuma wake, ikiwa ule urefu ni zaidi ya urefu wa mtu mzima mwenye tae mwayen, ikiwa ule urefu na kauli nyingine ni ikiwa ule urefu utakuwa ni zaidi ya dhiraa. Lakini kinyume na hapo, kwa madhehebu ya Hanafia si shida yoyote imamu kuwa amesimama mahali palipoinukia kuliko maamuma wake. wa ama lmalikiya ama pia kwenye madhehebu ya alimamu Malik bn Anas rahimahullahu taala, kuna kauli ukikichukua kitabu cha ja, Alimamu Shamsuddin Abu Abdillahi Muhammad bn Muhammad bn Abdrahman Atarabelisi Almagharibi, mwanachuoni mkubwa sana katika madhehebu ya Alimamu Maliki, mpaka ameitwa yeye ndiye ngao ya madhehebu ya Alimamu Malik. Ukichukua kitabu chake Mawahibu Ljalil fi Sharhi Mukhtasiri Lkhalil, juzu ya pili ukurasa wa 118 Anasema, wakaraha malik, an yusali limam ala shayin huwa arfau mima yusali alaihi man khalfahu, kwamba alimamu Malik ameona kwamba ni makuruhu aswalishe imamu akiwa mahala ambako ni parefu panainukia kuliko mahala ambako wanaswalia wale walio nyuma yake. Mithlu adukan yakunu fi lmirhab, mfano pawekwe ile daraja pawekwe, ile jukwaa pawekwe, eh, altare ile pawek, paletwe etager ndani ya mihrabu ya msikiti ndo imamu aswalie pale, wa nahwuhu min al ashyai, au jambo lolote mfano na hilo, walete baa walete kiti, kwamba imamu aswalishe ndani ya mihrabu, walete kwa nia hiyo, alimamu Malik asema aa, hiyo inakuwa ni makuruhu. Lakini hapa pia kwenye Malikia kuna kauli mbili. Maanake Alimamu Malik yeye ameenda mutlaqatan ni makuruhu imamu kuswalisha akiwa juu, si haramu bali makuruhu, yaani hakuvunje swala ila haipendezi. Eh, karaha yaani haipendezi, haifurahishe imamu kuswalisha akiwa juu, maumo wako chini. Ndo rai ya Alimamu Malik ambayo tunaiheshimu pia, lakini katika madhehebu yake hapa hapa kuna kauli ya pili ukachukua kitabu kinachoitwa Hashiyat Swawi ala Sharhi Lsaghir chake Alimamu Abul Abbas Ahmad bn Muhammad Alkhalwati, ambaye anafahamika kwa jina lake maarufu kwamba ni Asswawi Almaliki, ukurasa wa 448 ya juzu yake ya kwanza, asema wabutlat sala, na sala hubatilika, inakuwa batil inkasada imamun au mamumun biuluwi kibr ikiwa imamu atakusudia ikiwa atakusudia imamu au maamuma wake kuswali ma mahala palipoinukia kwa sababu ya kibr yani imamu waseme ni kwa sababu mimi si sawa na hawa walioko hapa nyuma ndo mniweke mahala pa juu akikusudia hivyo ndo swala itabatilika ila analeta istithnai sasa, exception ikiwa imamu hakukusudia kibri, au maamuma ma hakukusudia kibri, lakini akaswala mahala palipoinukia anasema, an yakuna luluwi limamu, iwe ule mwinuko ule urefu wa pale ambako imamu yuko bikashibrin, ni mwinuko wa urefu huu wa kijanga cha mkono shibri moja, ambayo tulipokuwa tunacheza mabii tunasema mpa au anampa kwa Kifaransa kizuri, au kana uluwuhu liajli dharura, au pia itakuwa haina shida yoyote, swala haitabatilika ikiwa akiwa juu hata zaidi ya ile shibri moja, lakini ni kwa sababu ya dharura Swala imefika mahala ambako ndo hivyo palipo, manake imamu pale ambako anaweza akajongea kuwa mbele ya mamuma wake ni pale palipoinukia, ni dharura, hapajakusudiwa kwamba imamu awe juu kwa sababu yeye ni mtukufu. Basi shekhe huyu anaona kwamba hii haivunji swala. Au kasada taalimi lilmamumin kaifiyatu ssala, au ikiwa imamu amekusudia kuwafundisha kuwaelekeza kuwaonyesha maamuma wake namna anavyoswali yeye, namna ya kuswali, basi akawa mahala pa juu, maamuma wamfuatie. Huyu shekhe pia anaona hakuna ubaya. Ubaya ni ikiwa atapanda juu kwa sababu ya kibri, kuwaonyesha wengine mimi niko juu yenu. Na anasema hili si kwa imamu tu, ni kwa imamu na kwa maamuma pia wakikusudia kuwa juu kwa kibri. Wa ama shafiia, ama kwa madhehebu ya alimamu shafii rahimahullahu taala, madhehebu ninayoifuata mimi na wengi katika waislamu wa Afrika ya mashariki na hapa kwetu mjini Goma, madhehebu ya imamu shafii pia imejuzisha imamu kuswalisha akiwa mahala pa juu na ikaleta ni makuruhu imamu kuswalisha akiwa mahala pa juu kwa sababu fulani. Ukakichukua kitabu Albayanu fi Madhhabi Limamu Shafii juzu ya pili ukurasa wa mia nne ishirini na saba wa kitabu hiki ni cha alimamu Abulhusain Yahya bin Abilkhair Alyamani Ashafii al Shekh kutoka Yaman, anasema wa yakrahu an yakuna mawda' limam ala min maadai lmamum. Na ni makuruhu, yani si haramu, bali ni makuruhu nafasi ambako imamu anasimamia kuswalisha pawe juu kuliko nafasi ile ambako maamuma wake anasimamia kuswali. Ndio mtazamo wa imamu huyu kwa madhehebu ya Shafiiya. Alafu anaendelea kusema waqala sheikhu abu hamid

wa innama yakrahu dhalika, na jambo hili huwa ni makruhu idha kanat rubwatun kathiratu aluluwi, ikiwa pale ambako ile etager ile altar lile dukani ambalo imamu yuwasalishia lina urefu mkubwa sana. Kathiratu luluwi, ina urefu mkubwa hapo ndo makruhu. Fa ama idha kanat dikka, ama ikiwa ni ba, urefu wa ba Benchi lile, au ikiwa ni urefu wa kahala, au rubwatan kalilat luluwi, au ikiwa ni muinuko mwenye eh, mfupi, si mrefu, lam yakrahu, hiyo si makuruhu. Yaani tukirejelea maimamu wa madhehebu hizi tatu ambazo tumeshataja, hakuna yeyote katika hao ambaye amesema swala hubatilika kwa sababu imamu amepanda juu, ila alimamu Malik kwa madhehebu yake amesema hivyo, ikiwa alimamu kapanda juu kwa kibri ndo swala itabatilika? La, bali wote wamerudi kusema, imamu akiwa juu hakuna shida, bali itakuwa ni makuruhu ikiwa amepanda juu, juu juu zaidi sana, ikiwa amepanda juu kuonyesha tofauti yake yeye na maamuma wake, ikiwa amepanda hapo ndo huwa makuruhu. Lakini ikiwa ni mwinuko tu kwa sababu ya dharura hakuna makuruhu wote, bali yajuzu, ni jambo linalofaa. Ama madhehebu ya mwisho ni madhehebu ya Alimamu Ahmad Ibn Hambali rahimahullah ta'ala, na nimeanzia kufungua mlango huu tangu darsa la mwanzo lile, siku hiyo hiyo ya Eid, kuonesha wana wanawachuoni wa Kihambali, kwa sababu mashekhe hao wa aqida ya Atharia au ya Salafia, mashekhe wale wa Kiwahabi, Ibni Bazi na Ibn Aluthaimini kifikihi wanajinasibisha na fikihi ya alimamu ahmad bin hambal. Hiyo na wao pia wameonyesha kwamba ni jambo ambalo la ba's fihi. Halina shida katika dini. Imamu anaweza kuwa mahala palipoinukia pasiinukie sana tu, na isiwe ndo mpango kwa kuonesha imamu ni tofauti na wengine ndo wamepanda juu, ila kwa sababu tumeshazungumzia madhehebu tatu zilizotangulia, wacha tuzungumze na madhehebu ya mwisho. Chukua kitabu al-Ghunya cha Alimam Ibn Qudama Almaqdisi, ukachukua Alghunya kwenye juzu yake ya pili, ukurasa wa 154 Alimamu Ibnu Qudama asema almashhuru almashhuru al fi lmadhhab al al, jambo ambalo liko mashuhur, kauli ambayo ndo yenye nguvu, ndo yenye kufahamika sana katika madhehebu ya Alimamu Ahmad bin Hanbali, annahu yakrahu an yakuna alimam ala min, min almaamumin, kwamba ni makruhu aonekane imam yuko juu kuliko maamuma wake. Sawaa arada taalimuhum assala, hata kama ikiwa ni alitaka kuwafundisha swala. Anasema kauli iliyo mashuhuri kwa madhehebu yao ni makruhu. Au lam yurad, au hata ikiwa si kufundisha swala hiyo ni makruhu. Hakuna aliyesema ni haramu, wote wasema ni makuruhu. Lakini Ibnu Qudama Almaqdisi anaendelea katika kitabu chake anasema: waruwiya an Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhu, na imepokewa maneno kutoka kwa Imamu Ahmad ibn Hanbal, ma yadullu ala annahu la yakrahu, maneno ambayo ni dalili ya kuonyesha kwamba si hata makruhu imamu kuwajuu Tumfuate Ibn Kudama asema kauli iliyo mashuhuri kwenye madhehebu yao, yani madhehebu ya Alimamu Ahmad bin Hambali ni kwamba imamu kuwa juu ni makuruhu, lakini kuna pia riwaya kutoka kwa Imamu Ahmad bin Hambali, mwanzilishi mwenyewe wa madhehebu yao, kwamba kuna uwezekano pawe dalili ya kuonyesha kwamba si makuruhu imamu kuwa juu. Ndio anaendelea, anasema wala bas, na hakuna shida Biluulwi lyasir, ikiwa ule ujuu ule mwinuko ambao imamu yuko juu yake na maamuma wake wakawa chini ni uinuko mdogo tu, la basi hakuna shida kwenye hilo. Lihadithi Sahl, kutokana na ile hadithi ya Sahal ambayo ime Sahl bin Saad ambayo imeonyesha Mtume aliwahi kuswali aliwahi kuswalisha akiwa juu ya mimbari yake faala hadha alimamu Ibnu Qudama Almaqdisi anaendelea, anasema faala hadha, basi kutokana na jambo hili kwamba imamu, kwamba mtumi aliwahi na yeye kuswalisha akiwa kwenye mimbar, yakunu lyasiru mithlu darajat lmimbar wanahwiha, inatakiwa ule ufupi wa muinuko wa imamu uwe ni mfano wa daraja za mimbari na jambo lililo mfano wake. Kwa hiyo anarudi kwenye fikra ile ya dhiraa moja au juu kidogo au chini ya dhiraa, isiwe zaidi ya hapo. Anaona yeye pia Ibnu Kudama ni jambo linalofaa. Kwa hiyo ndugu zangu Waislam, sisi tuna letu lipi? ikiwa hawa wanachuoni wakubwa kutoka madhehebu yetu kutoka madhehebu yetu yote nne ya Ahlusunnat Waljamaa wameshapasisha jambo na pale ambako wameona kuna tatizo wakasema ni makuruhu. Wewe ukisema ni haramu, basi wewe utakuwa ni mjuzi kuliko hawa. Ukisema linavunja swala, basi wewe utakuwa ni mjuzi kuliko hawa. Bali kauli ambayo iko mashuhur si kwa madhehebu ya Imamu Ahmad bin Hambali pekee kama anavyosema Ibni Kudama, bali ni kwa madhehebu yote nne. Kauli iliyo mashuhura ni kwamba imamu akiswalisha akiwa juu kuliko maamuma wake kwa sababu ya kibri au juu zaidi sana, basi hiyo inakuwa ni makuruhu. Ama imamu akaswalisha akiwa juu, mwinuko mdogo tu kwa sababu ya dharura fulani, basi ni jambo ambalo halina shaka yoyote. Na Muislam, usisumbuke na swala yako ya Idul-Fitri hapa mjini Goma, kwa sababu aliyeswalisha alikuwa juu ile podium ya yule aliyetuletea instrument kidharura, usisumbuki, usidhani swala yako haikukubaliwa, bali fahamu swala yako iko hapo hapo, kwa sababu kitendo hilo ni kitendo ambacho kwa mujibu wa wanachuoni hawa kinafaa, na ingekuwa ni ujuu zaidi, ingekuwa ni makuruhu, wala siharamu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.